Unajua, hii safari ni ya upendo wa Mungu, kwa hiyo ndio maana imebeba furaha. Furaha ni sehemu ya maisha kwetu, tunamfurahia Mungu ambaye anatupa kufurahi. Tunayo mengi yanayohuzunisha, lakini neema ya Mungu inatupa kufurahi <coughs> <He. tos> Ya, ya, ya. <coughs> sawa kabisa walikupimia kiwandani <tos> <tos> Okay. Kazi yako unaifanya ni njema. Ite Naftali kazi yako, kazi yako ni njema yeah. ya kumfanya mtu apendeze na huo Mungu aza kupendezesha pia naojiandae kupendeza, huyu ndo Nolini. pendo, pendo. pendo. Haya, ah, pendo. Ah, yeah. Barikiwe pendo si sawa? Unaka Una wimbo?